Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imesikia imenunua mtambo ambao utamilikiwa na Bodi ya Maji Wami/Ruvu wenye thamani ya shilingi milioni 360. Huo mnaouona hapo, na utakaa hapa Mafisa Kwa Mambi kwa siku kumi mpaka tumalize tatizo hilo. Tunafahamu nyinyi hamjafata mto, mto mmewafata nyie. Tuna jukumu kama serikali kufukua huu mto, kuurudisha kwenye njia yake. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu, wananchi. Hii mito inajumuika yote, inaingia mto Ruvu kwa zoezi hili kwa eneo hili la Mafisa tunategemea kusafisha urefu wa kilomita moja na, kuli, na kina tutaenda mita mbili, upana tunategemea kwenda mita tatu mpaka mita nne, na kwa sababu ni udongo, tunategemea baada ya zoezi hili kukamilika, tutashirikiana na wananchi kupanda magugu ambayo yataimarisha lile tuta, ili mvua zitakaponyesha basi ili tuta ambayo limetengenezwa lisiweze kuondoka kwa haraka. Uh, hadha ya mwanzo ambayo tulikuwa tunakumbana nayo ni kwamba mvua ikinyesha kidogo haswa mlimani kule, tuna nyumba mia moja na kumi na nne zilikuwa zinaingiliwa na maji. Tuna jumla ya kaya 428 maji nazo zilikuwa zinafika kwenye hizo kaya, lakini pia tuna maeneo ambayo kama mnavyoona kuna watu wanajipatia kipato kwa ajili ya kilimo, wenyewe nao pia walikuwa hawalimi kwa sababu maji yalikuwa yanatapakaa sana hiyo ndio changamoto kubwa iliyokuwa inatukumba. Kuna zaidi ya nyumba mia tatu ambazo zimeathirika zi, zi, na maji kwa ni, maji, ni mengi. Ukisikia maji maji, ni mengi ni kero sana kwa wananchi, unashindwa hata kufanya kazi zako, unashindwa hata kufanya biashara, unashindwa hata kutoka watoto kwenda shule, mnawabeba mnawavusha kwenye, kwenye maji ma, maji anafika karibu na kiunoni, mnawavusha watoto. Kuna kipindi maji yakiwa mengi watoto hawaendi shule, anza kaa wiki nzima kama kipindi cha nyuma tumekaa na maji ndani miezi mitatu. Kwa hiyo tunamshukuru mkuu wa wilaya amesikia wito wetu, tuna imani mto ukifukuliwa, wakazi wote wa Mambi tutakuwa tuko salama, tutakuwa salama. Kwa hiyo tuna furaha sana, kwa sababu utakapochimbuliwa huu mto, wote huku tuko salama. Ndio bana, tuna tunafuraha sana kwa kweli, tunashukuru mno.